Tunajielekeza kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Takriban wiki nzima sasa, jamhuri ya muungano wa Tanzania ilikuwa imeangukia kwenye patashika ya hapa na pale. Ikumbukwe jamhuri ya muungano wa Tanzania ilikuwa inaandaa uchaguzi, uchaguzi mkuu wa uraisi, wa bunge na madiwani. Sasa wapinzani, kuna chama kimoja cha wapinzani kilikuwa kimekataa kabisa katukatu uchaguzi huu, na wakasema, wakajitanua, lazima kama uchaguzi ukifanyika, lazima tutakinukisha. Tuta sikia hizo kauli, sikia hizo kauli, tutakinukisha Kauli nzito hiyo. Sasa wewe utakinukisha, wewe na nani? Baada ya kukinukisha, utaenda wapi? Kinywa ni sumu, unaweza toa matamshi, hiyo matamshi inakuja kugeuka mambo mabaya na mbele ya kusema chunguza, unasema nini? Una watoto, una mama zako, una dada zako, uja kusema utakinukisha. Utakinukisha wewe na nani? Nani adui yako? Uroho wa madaraka, nenda kwenye shanduku la kura, jiandae vizuri, nenda ugombanie na wengine ambao wanaenda kugombania. Hiyo ndio kukinukisha. Ukipita unapita, ukikosa unakosa, maisha yanaendelea. Sasa uchaguzi ulioandaliwa tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, watu wameamka, waenda kupiga kura, wale wale ambao walisema watakinukisha, wakaanza kwenye magrupu ya WhatsApp, magrupu ya Facebook, magrupu ya Instagram, ma group ya Snapchat, tukutanane sehemu fulani, twende kwa nyumba ya fulani, twende kwenye viza vya mtu fulani kwenda kuchoma kupora mali za watu. Je, huo ni ungwana? hiyo ni maandamano ya amani ambayo mlikuwa mnaandaa, au ni uvunjifu wa amani? Ni uwizi, uporaji na istoshe zaidi kuna na, na vijana walikuwa wameshaandaliwa na uniform za kipolisi uniform za askari polisi walikuwa wameshaziandaa. Yaani, hapo kulikuwa mkakati mkubwa sana ambao upinzani ulikuwa umeshajiandalia, na inasemekana kuna na vijana wengine wametoka nje ya Tanzania wametaja nje ya Tanzania na wamekamatwa. Vijana wengine wameanza maandamano tarehe ishirini na tisa takriban ikawa ilikuwa saa tano hivi, maandamano yakaanza. Wanakwambia tuende kwa mfanyabiashara fulani, waenda pale, wanaunguza wanapora, wana mali, wakishamaliza kupora wanaunguza kwenye, kwenye vumbe nani duka za simu wanaenda wanapora masimu, wakishamaliza kupora wanaunguza kwenye migawa, wanapora wanamaliza kupora wanaunguza. Wakiona gari ya mtu fulani, yule ni mfanya biashara aliunga nani sisehemu mkono, wanaunga hiyo. Sio maandamano, hiyo ni uvunjifu wa amani, ni uporaji, ni wizi. Unaona, sasa unataka serikali kama serikali hiyo ndiyo dola, ifanye nini? Miundombinu mmeharibu, bas hata afadhali basi mungeharibu miundombinu ya serikali, mungeharibu miundombinu basi afadhali kidogo, mungeharibu miundo miundombinu ya serikali. Kwa hiyo nyinyi mnagombana mna na serikali, siyo wafanya biashara, siyo mtu binafsi, eti kwa sababu alienda kwenye kampeni ya CCM alienda kwenye kampeni ya Chama cha Mapinduzi, alienda kwenye kampeni ya chama tawala. Watu wote hawawezi kuwa wapinzani, watu wote hawawezi kuwa wapinzani. Hiyo ni chuki ambao mlikuwa mnajikogotea nyinyi wenyewe, kwa sababu wale watu ambao mnaenda kuwaunguzia vitu na wenyewe wako na watu wengine, na wenyewe wanaweza kuja kulipiza kisasi hapo mlikuwa mmeenda kuchokoza sehemu ambayo hata nyinyi peke yenu mngeshindwa kuitatua. Hao wafanya biashara ambao mlikuwa mnaenda kuwaunguzia maduka zao, wana watu, wana familia na wana ushawishi, unaona, na wenyewe wangejiripua. Acha hapa sasa, situfanye hivi, yaani mnaanza kutafutana nyiye kwa nyiye bila serikali kuwepo sasa Mjue damu zingemwangika sana, damu zingemwangika sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku tatu hizo kuanza tarehe ishirini na tisa hadi tarehe tarehe mbili, serikali imejivalia njuga jambo hilo na likalikomeza kabisa. Basi kwenye maandamano ya wizi ya uporaji mali ya umma, lazima damu imwangike, lazima damu imwangike. Hakuna namna, hakuna namna. Unaona vijana wameshaanza kuvaa makombat za like, askari polisi, ulikuwa unataka wafanye nini? Ulikuwa unataka wafanye nini kwa kuzima moto huu ambao mlikuwa mshakuja nao? Oroza ndevu za wasanii, oroza ndevu za wafanyabiashara, mwende, mwende kuunguza vitu vyao, hapo mngefika wapi? Angalieni ni sehemu zingine ambao wanafanya maandamano Kenya, Congo na sehemu zingine, kuna wasanii kuna wafanyabiashara wanawasupport vyama tawa, ila huwezi kusiketi. Waandamanaje wanaenda kuunguza vitu vyao, wanaenda kupora vitu vyao. Waandamanaje wanafataka mambo ya sehemu za serikali, ofisi za serikali peke yake. Waandamanaje hawezi kufika kwenye benki waandamanaje hawawezi kufika kwenye benki. Waandamanaje hawawezi kwenda kupora mali ya mtu fulani, eti alikuwa ni mtu wa CCM, eti ni mtu wa chama tawala. Huo ni uaini, huo ni uvunjifu wa amani. Lazima serikali ilivala njuga jambo hilo na kukulimaliza moja kwa moja, na ndio maana tunasema isingeisha hivi hivi, lazima damu imwagike ili mambo yaishi haraka. Bila hivyo mambo yangeharibika zaidi na zaidi. Tumetoa wito na tunatoa wito na tutaendelea kutoa wito. Amani ni muhimu kuliko kitu chochote. Amani inatafutwa, amani haichezewi, amani haipimwi. Mkiwa na amani hiyo, ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tutafakari na tuangalie sehemu ambayo tulitoka na sehemu ambayo tunaenda. Tumetoka wapi na tunaelekea wapi? Sasa basi, Grand Lac One TV imesikia kilio cha wananchi. Grand Lac One TV imewapa pole waufio wote ambao walipita kwenye majanga hayo yaliyopita. Si ndwele tugange, ya jayo. Amani, bila amani hakuna kitu kinaweza kuendelea katika nchi. Support yako kwetu sisi, like comment, share. Grand Account TV TikTok, Grand Account TV Facebook, Grand Account TV, Snapchat Grand Lac TV Instagram, hapo utakuwa namba moja kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV the sound of news.